Ninaongea kuhusu magonjwa ya zinaa, magonjwa ya ngono. Maambukizi ya zinaa au ngono, kwa Kiingereza yanaitwa sexually transmitted infections, ni maambukizi yanayosambazwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kupitia ngono. Mifano ya kawaida ya magonjwa hayo ni kama klamidia, kisono, kaswende na virusi vya UKIMWI. Mara nyingi magonjwa hayaonyeshi dalili, Hivyo mtu anaweza kuwa na maambukizi bila kujua. Bila matibabu, yanaweza kusababisha mat, matatizo makubwa ya kiafya kama vile utasa au matatizo wakati wa ujauzito. Magonjwa hayo ni ya kawaida na mtu yeyote anayefanya ngono anaweza kuambukizwa, alishi umri, uhusiano au asili yako. Njia bora ya kujikinga ni kutumia kondomu kila unapofanya ngono. Zungumza wazi na mwenza wako kuhusu kukinga na kupima magonjwa hayo. Pima afya yako mara kwa mara, hasa ukiwa na mwenza mpya au zaidi ya mmoja. Epuka shinikizo, ngono lazima iwe kwa makubaliano na heshima kutoka kwa wote wawili. Kumbuka, kujilinda ni ishara ya kujithamini na kumjali mwenza wako. Kama unahisi hujui hali yako, au unataka tu kujilinda, msaada upo. Unaweza kutembelea kituo cha afya au daktari kwa vipimo, na vipimo ni bure. Huduma ni asiri, na unaweza kuomba mkalimani au msaada kwa lugha yako. Unaweza kupata kondom, taarifa na usaidizi bila kuhukumiwa. Usione aibu kuuliza maswali. Kujia afya yako ya uzazi ni kitu cha kawaida na cha kuwajibika.